Esta alikuwa mwanamke kijana Myahudi akiishi katika wakati wa sintofahamu na mabadiliko makubwa. Aliishi Uajemi, nchi iliyo mbali na nyumbani kwa mababu zake, akizungukwa na utamaduni tofauti sana na wake. Wazazi wake walikuwa wamefariki, naye alilelewa na binamu yake Mordekai. Maisha yalikuwa rahisi, lakini yamejaa mafundisho na mila za watu wake. Maisha yangu yalikuwa ya kawaida, lakini sikujua, nilikuwa karibu kuanza safari ajabu ambayo ingebadilisha kila kitu. Uzuri wa Esther ulikuwa wa kuvutia, kipawa ambacho kingebadilisha hatima yake. Hivi karibuni mfalme wa Wajemi Xerxes alipotafuta malkia mpya, Esther alikuwa miongoni mwa wanawake vijana walioletwa ikulu, maisha yake yakichukua mkondo usiotarajiwa. Alikuwa mateka wa uzuri wake, akachukuliwa kutoka kwa yote aliyoyajua, akaingizwa katika ulimwengu wa anasa na fitina. Esta, kumbuka, hauko peke yako kamwe. Nguvu yako inatoka ndani. Mungu yu pamoja nawe na ana kusudi kwa maisha yako. Tumaini katika mpango wake. Esta alipata kibali machoni pa Hegai, towashi wa mfalme, ambaye aliona kitu maalum ndani yake. Alikuwa mkarimu na akampa kila kitu alichohitaji, akihakikisha kwamba alikuwa ametunzwa vizuri. Esta alijiendesha kwa neema na hekima, sifa zilizomtofautisha Alisikiliza zaidi kuliko alivyozungumza, akifunza ulimwengu unaomzunguka. Alizingatia njia za ikulu ya Wajemi, akijifunza na kuzoea. Hakujua maisha yake yalikuwa karibu kubadilika milele. Mungu alikuwa akimtayarisha kwa jambo kubwa zaidi. Alikuwa karibu kumweka katika nafasi ya ushawishi mkubwa ambayo ingeunda mustakabali wa watu wake, nafasi ambayo ingejaribu ujasiri na imani yake na hatimaye kufafanua urithi wake. siku ilifika ambapo ilikuwa zamu ya Esta kupelekwa kwa mfalme Xerxes. Mfalme alijulikana kwa kupenda anasa na fahari. Wanawake waliomtangulia walikuwa wamepambwa kwa vito na mapambo ya kila aina. Lakini uzuri wa Esta haukuwa na haja ya mapambo. Nilitembea kwa ujasiri na utulivu, moyo wangu ukiwa umejaa woga na matumaini. Macho yake yalipokutana na ya mfalme, kitu kilibadilika. Xerxes alivutiwa. Hakumwona Esther kama mzuri tu, bali aliona nguvu ya utulivu na roho ya upole. Alimchagua Esther kuwa malkia wake, msichana mdogo Myahudi yatima kutoka nchi ya kigeni. Sasa alikuwa mwanamke mwenye nguvu zaidi huko Uajemi. jemi maisha yake yalikuwa yamebadilika kwa njia isiyofikirika. Esther, wewe ni malkia wangu, neema na uzuri wako vimeteka moyo wangu. Hadithi ya Esther inatukumbusha kwamba Mungu anatuona, anajua mioyo yetu na anaweza kutumia hata watu wa kawaida kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Huenda sote hatukuitiwi kuwa wafalme, lakini sote tumeitwa kuwa waaminifu. Maisha katika jumba la kifalme yalikuwa ya anasa na sherehe nyingi, yamejaa utajiri na fahari kila mahali. Esther, sasa malkia, alijifunza kuishi maisha ya kifalme, akijua kutumia vizuri madaraka na diplomasia. Alificha utambulisho wake wa Kiyahudi, sehemu ya siri ya nafsi yake aliyoilinda kwa nguvu. Alimiswatu wake na imani yake, akiwa na uhusiano mkubwa na urithi wake, licha ya hadhi yake ya kifalme. Ninawakumbuka watu wangu na imani yangu, lakini lazima niamini mpango wa Mungu, na amini kuna kusudi la safari yangu. Bila Esther kujua, njama mbaya ilikuwa ikipangwa ndani ya kuta za jumba la kifalme, ikihatarisha kila kitu alichokipenda. Hamani, mshauri mwovu wa mfalme, alikuwa na chuki kubwa dhidi ya Mordekai, chuki iliyomteketeza. Mordekai, Myahudi mchamungu, alikataa kumsujudia Hamani, akisimama imara katika imani na kanuni zake. Hamani, akiwa na hasira kutokana na tusi hili, alitaka kulipiza kisasi, hasira yake ikimfanya awe na mawazo mabaya, si kwa Mordekai tu, bali kwa Wayahudi wote katika ufalme, akipanga kuwawa wote. Tusi hili halitapita bila kuadibiwa. Nitawafanya wote walipe gharama kubwa. Nitalipiza kisasi kwa Wayahudi wote nao watajuta kuniudi. Chuki ya Hamani iliongezeka kama ugonjwa ikienea akilini na moyoni mwake. Alikwenda kwa mfalme Xerxes na akitumia udanganyifu na uongo, alimshawishi mfalme kwamba Wayahudi walikuwa tishio kwa utawala wake. Alichora picha ya uasi na kutokuwa mwaminifu, akipotosha ukweli ili kufikia malengo yake mabaya. Alimshawishi mfalme kwamba Wayahudi wanapaswa kuangamizwa, akimshawishi kwa maneno yake ya ujanja Hamani, ninayamini hukumu yako, hujawahi kunipotosha. Wayahudi lazima washughulikiwe, wao ni tishio kwa ufalme wetu. Amri ilitolewa kote nchini, amri ya kutisha iliyosikika mioyoni mwa watu. Iliamuru kuangamizwa kwa wayahudi wote siku fulani, siku ambayo itakumbukwa kwa ubaya. Hofu na kukata tamaa kulijawa mioyoni mwao walipokabiliwa na wakati ujao usio na uhakika na wa kutisha. Mordekai aliposikia kuhusu amri hiyo, alisikitika sana. Uzito wa maangamizi yaliyokuwa yanakuja ulikuwa mzito sana. Alijua kwamba wakati ulikuwa muhimu sana. Kila sekunde ilikuwa muhimu na ilibidi atende haraka. Alirarua nguo zake, akajivika gunia na majivu, akatoka nje akaingia mjini, akilia kwa sauti kubwa. Vilio vyake vilisikika mitaani, maombi ya kuomba msaada. Kilio chake cha kukata tamaa kilimfikia Esther, Ikulu. Sauti ya uchungu wake haikuwa na makosa. Alishtuka sana na mara moya, akatuma mtumishi kujua nini kilikuwa kibaya. Moyo wake ulipiga kwa hofu na matarajio. Amri hii ni hukumu ya kifo kwa watu wetu. Esther lazima afahamishwe. Uharaka katika sauti yake ulikuwa dhahiri. Mtumishi akarudi na habari za amri hiyo na mpango mbaya wa Hamani. Uzito wa hali hiyo ulikuwa wazi. Esther alishtuka sana. Utambuzi wa tishio hilo ulimzunguka kama wingu jusi. Watu wake mwenyewe, familia yake, walikuwa katika hatari ya kufa. Ilibidi atende. Uzito wa jukumu ulikuwa mkubwa. Lakini angeweza kufanya nini? Chaguzi zilionekana kuwa chache na zilizojaa hatari. Kumkaribia mfalme bila kuitwa ilikuwa ni kosa linaloadhibiwa kwa kifo. Hatari ilikuwa kubwa. Ninawezaje kuwaokoa watu wangu? Swali hilo lilimkumba kila wazo. Kumkaribia mfalme bila kuitwa kunaweza kumaanisha kifo changu. Hofu ilikuwa inampozesha. Mordekai alimtuma Esta ujumbe akimsihi aingilie ya kati. Ujumbe wake ulikuwa wito wa kukata tamaa wa kuchukua hatua. Usidhani kwamba kwa sababu uko katika jumba la mfalme wewe peke yako utaokoka miongoni mwa Wayahudi wote. Maneno yake yalikuwa ukumbusho mkali wa hatma ya pamoja. Kwa maana ukinyamaza kimya wakati huu, wokovu na ukombozi utawajia Wayahudi kutoka mahali pengine lakini wewe na nyumba ya baba yako mtaangamia. Vigingi vilikuwa juu zaidi kuliko hapo awali. Lakini nani anayejua kama umekuja katika ufalme kwa wakati kama huu? Maneno yake yalimwingia ndani kabisa. Maneno ya Mordekai yalipiga kamba katika moyo wa Esther. Alikuwa sahihi, ilibidi atende. Utambuzi huo ulikuwa wa kumtia nguvu na wa kutisha. Hakuweza kusimama bila kufanya lolote huku watu wake wakipelekwa kuchinjwa. Uharaka wa hali hiyo ulihitaji hatua za haraka. Alikuwa amewekwa ikulu kwa sababu cheo chake hakikuwa tu pendeleo bali ni jukumu. Hofu ilimtia Esther ganzi. Aliishi maisha ya kifalme, maisha ya starehe, lakini bado alikuwa mwanamke, mwanamke kijana. Alikuwa na hofu. Kumwendea mfalme bila kuitwa ilikuwa ni kuhatarisha maisha yake, lakini kutofanya chochote ilikuwa ni kuhatarisha maisha ya watu wake. Uzito wa cheo chake, hatima ya taifa lake vilikuwa mikononi mwake. Mordekai, wakusanya Wayahudi wote wa Susa, funge kwa ajili yangu kwa siku tatu, mchana na usiku. Mimi na wasichana wangu tutafanya vivyo hivyo. Nitamwendea mfalme, jambo ambalo ni kinyume cha sheria, na ikiwa nitaangamia, basi naangamie. Maneno ya Esther yalionyesha ujasiri na uthabiti wa roho yake. Aligundua kwamba cheo chake kama malkia hakikuwa cha kujivunia, bali cha kuwajibika ilikuwa ni nafasi ya kuwatumikia watu wake, kuwa sauti yao na kupigania uhai wao. Hofu yake ilikuwa halisi, lakini ujasiri wake ulikuwa mkubwa zaidi. Kwa siku tatu mchana na usiku, Esta na Wayahudi wa Susa walifunga na kuomba. Mfalme Xerxes alipomwona Esta amesimama wa wandani alishangaa. Alinyoosha fimbo yake ya dhahabu kuelekea kwake, ishara ya neema, akimuokoa maisha. Siku ya tatu Esta alijivika mavazi yake ya kifalme alivaa taji lake ishara ya mamlaka yake lakini muhimu zaidi ukumbusho wa Mungu anayemtumikia kwa moyo uliojaa hofu na matumaini Esta alikaribia ukumbi wa mfalme nilipo na muda umefika niliomba mfalme na Hamani wahudhurie karamu ya pili siku iliyofuata Hamani akiwa amejivuna kwa mwaliko wa Malkia aliondoka ikulu usiku huo akiwa na furaha kubwa Alikuwa kipenzi cha mfalme akaalikwa kwenye karamu mbili za faraga na malkia. Hata hivyo, nilipopita katika lango la mfalme nilimwona Mordekai, kumwona Mordekai ambaye bado alikataa kunisujudia, kulinikasirisha sana. Sikuvumilia wazo la Myahudi kuniharibia wakati wangu wa ushindi. Akiwa amejawa na hasira, Hamani alikimbilia nyumbani, akamwambia mke wake na marafiki zake kuhusu utovu wa heshima wa Mordekai. Walimshauri ajenge mti wa kunyongea na ombe ruhusa ya mfalme kumnijini ya Mordekai juu yake. Hamani, akiwa amepofushwa na chuki yake, alifikiri hili lilikuwa wazo zuri sana. Mara moja akaamuru mti wa kunyongea ujengwe. Wahudumu wa mfalme wakajibu kwamba hakuna kitu chochote kilichofanyika kwa Mordekai. Wakati huo huo, Hamani akaingia katika ua wa mfalme. Akiwa na hamu ya kumwomba mfalme ruhusa ya kumtundika Mordekai. Afanike nini kwa mtu ambaye mfalme anapenda kumheshimu? Hamani, akidhani kwamba mfalme alikuwa akimzungumzia yeye, akapendekeza kwamba mtu huyo avae mavazi ya kifalme, atembezwe mjini kwa farasi wa mfalme na apewe sifa nyingi. Ndivyo atakavyofanyiwa mtu ambaye mfalme anapenda kumheshimu. Mfalme akifurahishwa na pendekezo hilo, akamwamuru Hamani mara moja kufanya hivyo kwa Mordekai. Hamani uso wake ukiwa umemkauka, akalazimika kumeza kiburi chake na kutii amri ya mfalme. Akamwongoza Mordekai kupitia mji, akitangaza, ndivyo atakavyofanyiwa mtu ambaye mfalme anapenda kumheshimu. Akiwa ameaibishwa na kujaa hofu, Hamani akarudi nyumbani. Mfalme akigundua uzito wa hali hiyo, mara moja akaamuru Hamani atundikwe kwenye mti ule ule aliojenga kwa ajili ya Mordekai. Haki ikatendeka. Uovu wa Hamani ukafichuliwa na Wayahudi wakaokolewa kutoka kwenye maangamizi. Hadithi yangu ni ushuhuda wa nguvu ya ushujaa na imani. Nilikuwa msichana wa kawaida ambaye nilijikuta katika hali isiyo ya kawaida. Ningeweza kukaa kimya, kujificha nyuma ya taji langu, nikilinda usalama wangu mwenyewe. Lakini nilichagua kusema, kuhatarisha maisha yangu kwa ajili ya watu wangu. Hadithi ya Esta inatukumbusha kwamba sisi sote tuna jukumu la kutekeleza katika hadithi ya Mungu. Huenda sote hatukuitiwa kuwa wafalme, lakini sote tumeitwa kuwa washujaa. Kusimama kwa ajili ya yaliyo mema, hata kama ni vigumu. Kutumia sauti zetu kuwasemea wale ambao hawawezi kujisemea wenyewe. Kuamini kwamba Mungu anaweza kututumia kwa njia zetu za kipekee Kutimiza makusudi yake. Kama mimi, unaweza kukabiliana na nyakati zinazohitaji ujasiri mkubwa. Tafakari juu ya ujasiri wako mwenyewe na chukua hatua katika jamii zako. Kwa pamoja, tunaweza kufanya mabadiliko. Tembelea tovuti yetu kwa hadithi zaidi za kutia moyo na njia za kushiriki.